Leo tumepata nafasi ya kukutana na kiongozi wa nchi ambaye ni Waziri Mkuu wa Japani. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Japani ametuhakikishia kuendelea kuimarisha mahusiano yetu kati ya Japani na Tanzania. Nini maana ya mahusiano haya? Tunapopata ahadi ya kwamba tutaendelea kushirikiana, kwetu sisi tunazidi kufungua fursa na hasa kwenye wito wetu wa uwekezaji ukuzaji e, wa uchumi wa ndani e, kwenye uchumi wa ndani tuna mambo mengi, tunayo zinazo sekta muhimu ambazo sisi tunazi, tunazisimamia na tumeamua kualika private sector iweze kusimamia na, ku, na, ku, na kuimarisha biashara yake, na leo nchini Japani tumekuwa na forum ya wafanyabiashara. Tumewaalika kuja kuwekeza kama sekta binafsi kwa kushirikiana na sekta binafsi ya ndani ya nchi ya Tanzania ili waweze kufanya uwekezaji mkubwa ambao sasa utasambaza uwezo wa kiuchumi kwa mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Tunapoangalia leo, tuna miradi lakini tuna makampuni ya uwekezaji zaidi ya 24 kutoka Japani kwenda nchini Tanzania, na tuna miradi tofauti ambayo inatekelezwa na JICA. Haya yote ni fursa ambazo sisi Tanzania tunazipata kupitia mahusiano haya. Kwa ahadi ya waziri mkuu ya kuendelea kushirikiana na sisi Tanzania, yanatupa matumaini kwamba miradi iliyopo, uwekezaji uliopo unaendelea, lakini maeneo ambayo yanahitaji uwekezaji, na kwa kuwa tumekaa kwenye vikao vya kuhamasisha wafanya biashara kuwekeza, tunaamini pia itaendelea. Kwa hiyo mahusiano haya yanakwenda kuleta fursa ya kufanya nchi yetu ipate mabadiliko kiuchumi.